Aliponea kunyongwa nchini Malaysia baada ya kupatikana na mihadarati alipowasili nchini humo kwa ahadi ya kazi nam, hatia hii ikimchukua Mkenya Faith Omollo kwenye gereza la Malaysia kwa miaka minane kabla ya rufaa yake kusikilizwa na kuachiliwa kurejea nchini nam. Kwa Faith, masaibu yake yalianza na ahadi ya mapato mazuri ughaibuni, huku akifichua kwamba aliwacha Wakenya wengine gerezani. Na Seth Olale alizungumza na Faith alipowasili nchini. Faith Omollo anapokelewa na familia yake katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, Nairobi, baada ya kuponea kifo nchini Malaysia. Mama huyu wa watoto wanne alihukumiwa kifo kwa hatia ya kupatikana na kilo mbili za dawa za kulevya mwaka 2016. Safari ikianza na ahadi ya kazi. Because how Kenya things are difficult. Faith aliondoka nchini na kutua mjini Lagos Nigeria, alipokutana na familia iliyompokea na kukaa naye kwa siku tatu. Hapa ndipo alipewa mzigo kwenda nao Malaysia friend katika safari yake ya kuelekea ya Malaysia, Faith alipitia mjini Addis Ababa, Ethiopia na kisha kuelekezwa moja kwa moja kwenye uwanja iliyomfikisha katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur. Africa. Africa. Faith alipokuwa akisubiri kifo, familia yake Kenya iliendelea kuwasiliana na ubalozi wa Kenya nchini Malaysia ili kutaka rufaa mahakamani alipokuwa gerezani. Faith anasema hakuwa Mkenya pekee kizimbani. What pain me I have even a mother. I was calling her my mother came in prison the year 2017 from Kenya, old woman. Na sasa, Faith anawarai wa Kenya kuwa makini wanapo ahidiwa kazi ughaibuni. Baada ya miaka minane kwenye jela Malaysia, Faith amerejea nchini kuanza upya maisha yake. Seth Olale, runinga ya Citizen.